Mapinduzi makubwa duniani na mabadiliko ya teknolojia ambayo yametotoa huko nyuma, tulipotoka kwenye 1G tukaingia kwenye 2G, baadaye tukahama kwenye uwezo wa kusafirisha data kwa maana 3G, 4G, 5G. Kilichoongezeka ni kasi kubwa na matumizi yake makubwa. Sasa 5G yanatupeleka katika shughuli zote za kijamii na kiuchumi. Kwa mfano kilimo umwagiliaji au uwekaji mbolea kwa kutumia drones. Tunapoona drones zinatumika, zile teknolojia kubwa inayotumika pale ni ya 5G. Lakini tukienda kwenye madini, mitambo mikubwa inayoshirika kwenye kugundua madini kuweza kusaidia kwenye extraction. teknolojia ya 5G inatumika. Tabiri za hali za hewa zimeboreka sana. Haya yote yamesababishwa na ongezeko au mabadiliko makubwa haya ya teknolojia ambayo yameletwa na 5G.